Karibu tena kwenye mfano wetu namba tano ambapo leo kuna swali hili hapa linasema expand up to the fourth term and state the range of values of x for which the expansion converges au is valid. Haya maneno mawili yanatumika mara nyingi sana. Converges or is valid. Kwa kuna maswali mawili A na B. Tukianza na swali la kwanza, nimeandika formula yetu, na kama unaiangalia vizuri, nimetumia letter u ili tusichanganye. Kwenye swali kuna letter x na humu nimeona nitumie letter u kuiandika ile formula ya kwanza, binomial expansion. Kwa hiyo tunahitaji kufanya swali la kwanza ambalo ni A. Ukifanya comparison kwenye hii formula yetu, maana yake u ni sawasawa na 2x N ni sawasawa na -1. Kwa hiyo mimi nitaenda moja kwa moja nitaandika 1 plus 2 x power -1. Tutaenda kufanya substitution, itakuwa ni 1 plus n ni negative 1 u ni 2 x then tunasema plus n negative 1 then tunakuwa na negative 1 minus 1 U square ni 2x then square. Baada ya hapo hapa chini tunakuwa na 2 factorial then term ya mwisho kwa sababu tumeambiwa mpaka fourth term. Hii hapa moja ni first term, second term, third term, fourth term ni ya mwisho ambayo naiandika negative 1. Negative 1 minus 1 nitaandika negative 2 ili tusave nafasi. Negative 1 minus 2 nitaandika negative 3. Then u ni 2 x power 3 divided by 3 factorial. Baada hapo, tutafanya simplification, tutakuwa na 1 minus 2x, then tukichukua negative 1 times negative 2 times 2x square divided by 2 factorial utapata 4x square minus, hii temu ya mwisho tukisimplify, tutapata 8x cube x Alafu tutaishia hapo. Terms zinaendelea lakini tumehitajika kufanya expansion mpaka term ya nne. Kwa hiyo hii ndo expansion yetu. Sasa swali halijaishia hapo. Baada ya kupata expansion, swali linatutaka tutafute au to state values of x for which our expansion is valid. Ukiangalia hii formula yetu hii niliyoiandika hapa juu, naomba nichukue red pen ili kila mtu aione. Hii hapa. Hii, hii formula hii tunajua ili it is, it is series iwe convergent. Sasa tukifanya comparison na hii expansion yetu, maana yake u ni 2x. Kwa hiyo tutakachokifanya tutachukua eh, absolute of you, tumesema ni less than 1, lakini tunajua u is 2x, kwa tutaandika kwenye u tutaweka 2x ambapo kitafuta yake can divide by 2 ambapo utakuwa na absolute of x is less than 1 logically, tunasema hii na implies negative uh, this is 2 negative uh, a half, x, positive a uh, half. Kwa hiyo swali letu litakuwa kwa namna, kwa namna hii, na hii ndio interval ambayo inafanya hii series yetu tuliyoipata iwe iwe convergent. K, kwa kipengele a unatakiwa kufanya kwa namna hiyo. Basi hebu tuamie kipengele b. Kipengele kipengele b kinasema tutafuta expansion ya 3 2 plus x ambayo, hii ukiandika in terms of exponent, tutasema ni 2 plus x exponent 1 over 3 hii ni knowledge ya form 2 rahisi kabisa, nadhani kila mtu anaielewa. Okay, sasa kulingana na, na na, swali na pia kulingana na idea ambayo tunayo tunajua tunatumia formula hii hii formula yetu hii hapa ya 1+u. Kwa hiyo tunafahamu kabisa hauwezi kufanya kama hapa pakiwa na mbili, ili swali uweze kufanya paka pakiwa na mbili. Kwa hiyo lazima utafute mazingira hii, factor out 2, na kwa hili swali tunajua kabisa eh kwamba ni ile case namba mbili ambayo absolute value x less than 1, kwao tunaenda kufactor out 2, tutafactor out 2 lengo tupate moja e, tupate moja kwao tutatoa 2 inakuwa ni 2 pa 1 over 3 na ile 1 over 3 itatoka pia plus 1 plus x over 2. Kwao expansion yetu itakuwa kwa namna hii, itakuwa kwa namna hiyo. Okay, tukifanya comparison hii pati ambayo ipo kwenye mabano 1 plus x over 2 pa 1 over 3 tukifanya comparison na equation yetu ya 1 plus u, ambayo nimeiandika hapa mwanzo wakati tunaanza kusolve kipengele a, tunajua kwamba value of u ni x over 2. Ya niandike hapa, u ni x divide by 2, alafu n yetu sasa hivi ni moja ya tatu. Kwa hiyo tutaenda kusubstitute kwenye 1 plus u kama ilivyo binomial yetu, ni eh, yetu pale tutasema t e, 2 power 1 over 3, 1 plus x over 2 power 1 over 3 ni sawa sawa na nini? Tutasema hii ni sawasawa na, na 2 power 1 over 3 bracket according to binomial tunasema ni 1 plus n u ambayo itakuwa ni x over 6 plus n 1 over 3, N minus 1 ni one over 3 minus 1. Baada ya hapo tunaenda kuandika e, u square ambao ni x over 2 square divide by tunasema 2 factorial, na temu ya mwisho e, temu ya mwisho tunasema ni n ambao ni 1 over 3 then 1 over 3 minus 1 then 1 over 3 minus 2 then x over 2 square divided by 3 factorial. Kwa hiyo ndio itakuwa temu yetu ya nne ya mwisho kulingana na swali, kwa sababu limetaka mpaka temu ya ya nne. Kwa hiyo tutarudi hapa chini kuendelea, tutasema eh, na simplification yetu ambayo tutaifanya, tutasema ni 2 power 1 over 3 brackets Eh, baada ya hapo ndani tutakuwa na 1 plus x over 6 minus, ukifanya simplification hapa utapata minus x square over that 6 plus hapo, ukifanya simplification 1 over 3 ukazidisha hizi kwa calculator utapata 5 over 648 x cube. Hiyo ndio itakuwa term yetu ya mwisho na hii ndio series ambayo tumeambiwa tuitafute, 1 i mean 2 x cube root of 2 x. Sasa baada ya kupata hii series, napo pia tunahitajika kujua interval ambapo hii series ita converge. kwa hiyo tunachoenda kukifanya, tunaenda kufanya eh, comparison. Okay, tukiangalia hapa juu kwenye kwenye, naomba nichukue yellow color kwenye hii nitapiga mstari yelo, kwenye hiyo yelo tuna 1 x/2, na hii ndio tunasema reference yetu, kilinganisha na binomial theorem ya 1 u ambayo nimeiandika nimeiandika huku kwenye red pen, nimepigia mstari na red pen, unaiona hapa. Kwa hiyo tukiangalia hizo mbili, tukikompea maanake, u kwa kesi yetu ni x/2, u ni x kwa hiyo tutaenda kusema mwanzo tulisema u absolute ni less than 1. Sasa hivi tunasema absolute of x over 2 ni less than 1, ndio tunavyofanya. Kwa hiyo baada ya hapo ukitafuta absolute of x utakuta ni less than 2. Kwa hiyo hii interval ambayo tunaiona hapa, hii ndio interval ambayo itafanya hii series iwe convergent. Na kuna mtu anaweza akasema, why do we discuss about convergence? Kwa nini tunazungumza convergence? Convergence ni muhimu sana kwenye series. Kwa sababu kama series haiconverge, maana yake ukitafuta sum ya terms, unapata terms, sum yake inakuwa ni ya uongo. Series inakuwa inaruka-ruka. Zile terms kuna baadhi zitakuwa zinaruka-ruka. Kwa hiyo ili upate series ambayo inaconverge, unakupa jibu ambalo ni la ukweli, lazima series converge. Otherwise utakuwa unapata majibu majibu ya uongo, series utakuwa unaipata ya uongo. Kwa hiyo ndio maana tunasisitizia sana, condition ya series kwa ku converge ni muhimu sana kwenye hesabu. Basi, nipende kuwashukuru kwa kunisikiliza. Kama unaswali, kama una comment, unaweza uka, uka, uka, uka share kwenye page yetu, kwenye website yetu, kwenye YouTube account yetu. Asanteni sana.